Habari gani hapo ulipo, ningependa kukukaribisha katika simulizi nzuri yenye kisa cha kweli cha kujifunza, na simulizi yetu iko kama ifuatavyo. Nilikuwa nimeoa na mke wangu alikuwa mfupi wa kimo kwangu, na alikuwa mwenye mwili dhaifu ukimlinganisha na mimi. Mimi nilikuwa ni mrefu na mwenye mwili mkubwa. Mwenyezi Mungu alinibariki mwili ambao ulikuwa wa kimanufaa sana kwangu na kwa sababu mke wangu alikuwa ni mfupi, nilikuwa nikipenda kumtania mara nyingi kwa sababu ya ufupi wake huo, na wakati mwingine nilikuwa nikijificha, kisha namtisha kwa kumshtua, na hata mara kadhaa nilikuwa nikiiba mkoba wake ama simu yake na kuinua juu ili asiweze kufikia kwa sababu ya kimo chake kifupi, na mara nyingine nilikuwa nikimsumbua akiwa anatazama television au anapopika chakula akiwa jikoni. Nilikuwa nikifurahia sana kumsumbua. Nilipenda kumwona anapojaribu kunipiga au kunikamata lakini hawezi. Lakini awali naye alikuwa akifurahia utani huo, ila baadaye nilianza kugundua kuwa alianza kuchukizwa na utani wangu huo wa mara kwa mara. Mpaka siku moja niliamka mapema kujiandaa ili niende kazini, nikamwona anapika kifungua kinywa, nikamshtua kama kawaida yangu, kisha akaniambia kwa sauti ya upole ya chini sana. Safari hii hautanikuta tena utakaporudi nyumbani jioni kutokea kazini. Na nikadhania ananitania tu. Maana kila mara nilipokuwa nikimtishia alikuwa akinitishia vivyo hivyo kuwa atakuja aondoke siku moja. Lakini siku hiyo niliporudi nyumbani jioni nikamwita, hakuitika. Nikaita tena na tena, hakuitika. Palikuwa kimya. Nikaanza kumtafuta kila kona ya nyumba, sikumpata. Lakini nilipoenda jikoni kwa mara nyingine, nikakuta ameacha karatasi ambayo ilikuwa imebanwa na sahani, huku ikiwa inasema kwa maandishi yaliyoandikwa, jitunze sana, mimi sitarudi tena. Wakati huo nilihisi miguu yangu haina nguvu ya kunibeba kabisa. Baridi kali ilikuwa ikipiga mwili wangu wote, nikawa kama kiumbe dhaifu zaidi duniani. Akili yangu iliacha kufanya kazi katika hali ya kawaida kwa wakati huo Ndipo nikatambua kuwa yule mwanamke mdogo mfupi, mwenye mwonekano dhaifu ndiye aliyekuwa chanzo cha nguvu zangu na sehemu yangu ya furaha kila wakati, na kwamba mimi si kitu bila yeye. Nikashuka chini na kujiegemeza ukutani, nikaketi nikilia kama mtoto mdogo aliyempoteza mama yake, mpaka nilipoona kitu kikisogea chini ya meza ya chakula. Nikasikia kicheko kidogo. Naam, alikuwa yeye. Alikuwa amejificha chini ya uvungu wa meza. Nikamkimbilia haraka, kisha nikamkumbatia huku nikilia kwa uchungu, naye alikuwa akicheka sana kwa furaha. Na tokea siku hiyo nikagundua ni ukweli kabisa msemo wa Waswahili unaosema kila mchawi na mbuyu wake. Kwa kweli nilikuwa nimepatikana, na kwamba bila yule mke mdogo dhaifu, mimi ni kiumbe dhaifu zaidi duniani. Na huu ndo ulikuwa mwisho wa simulizi yetu ya leo. Je, tunajifunza nini kutoka katika kisa hiki cha mume na mke mfupi? Moja, usimdharau mkeo kwa udhaifu wa nje. Ndani yake kuna nguvu kubwa ya kiroho na kimhemko. Mume alimchukulia mkewe poa kwa kuwa ni mfupi na dhaifu, lakini baadaye aligundua kuwa yeye ndiye aliyekuwa nguzo ya faraja, upendo na utulivu katika maisha yake. Mbili, utani wa kupitiliza huweza kuumiza. Ingawa utani na michezo vinaweza kuwa sehemu ya mapenzi, vikizidi na kukosa mipaka vinaweza kuchosha au kuumiza hisia za mwenzi wako, hata kama hatokwambia moja kwa moja. Tatu, hisia za mwanamke ni nyeti na zinapaswa kuheshimiwa. Mwanamke anaweza kuvumilia kwa muda, lakini akifika mwisho adhari huwa kubwa. Lazima mume ajifunze kusoma dalili mapema kabla mambo hayajaharibika. Nne, mwanamke ni msingi wa utulivu wa mwanaume. Pale alipoondoka, mwanaume alihisi upweke mkubwa sana na kugundua kuwa amani, furaha na nguvu zake nyingi zilitokana na uwepo wa mke wake. Tano, mapenzi ya kweli hayapo kwenye nguvu za mwili bali kwenye ukaribu wa mioyo. Mume mwenye misuli na urefu alilia kama mtoto mbele ya mnyonge, jambo linaloonyesha kuwa mapenzi hayana uhusiano na ukubwa wa mwili bali moyo wa mtu. Sita, usidharau mchango wa mwenza wako hata kama ni mdogo kwa macho yako. Wakati mwingine mchango wa mwenza wako si mali wala kazi kubwa, bali ni kuwa hapo kwa ajili yako kwa upendo na utulivu. Saba, maelewano na heshima ni msingi wa ndoa imara. Mume na mke wanapaswa kusaidiana, kupeana heshima na kuishi kwa huruma na kuelewana. Nane, kisa kinaonesha hekima ya kutambua thamani kabla haijapotea, lakini pia umuhimu wa msamaha. Mke alionyesha somo kali kwa njia ya upendo na mchezo, akamfanya mume atambue thamani yake, lakini akamsamehe pia. Na kwa kuhitimisha kabisa, napenda kusema kwamba katika maisha ya ndoa, heshima, upendo wa kweli, uvumilivu na kutambua thamani ya mwenzi wako ni misingi mikuu. Usisubiri upoteze ili uanze kuthamini.